Jarida la The Atlantic limechapisha kile linachodai kuwa ni mpango wa mashambulizi wa kina ulioainishwa na maafisa waandamizi wa serikali ya Marekani katika kundi la mawasiliano la Signal ambalo kwa bahati mbaya lilimhusisha pia mhariri mkuu wa jarida hilo Jeffrey Goldberg. Ujumbe huo uliotolewa leo Jumatano umebainisha maelezo ya kina kuhusu operesheni ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Houthi nchini Yemen na kuchochea maswali mazito kuhusu ukiukaji wa usalama wa operesheni na jinsi taarifa nyeti zinavyoshughulikiwa na utawala wa Rais Donald Trump. Ujumbe huo mpya uliotumwa tarehe 15 Machi unaaminika kutoka kwa akaunti inayomilikiwa na Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth Ujumbe huo unajumuisha muda maalum wa mashambulizi, aina ya ndege za kivita kama f18 na drones za mq9, pamoja na urushaji wa makombora ya Tomahawk yaliyoelekezwa kwenye ngome ya Wahuthi. Ujumbe mmoja uliotumwa saa tano na arobaini na nne asubuhi kwa saa za mashariki ya Marekani ulisema, hali ya hewa ni nzuri, imethibitishwa na sentcom kwamba tumeruhusiwa kuanza operesheni. Hegseth aliendelea kutoa ratiba kamili ya mashambulizi: f18 kuanza kuruka saa 6:15 mchana drones kushambulia saa 8:15 mchana na tomahawk za baharini kufyatuliwa saa 9:36 alasiri. The Atlantic ilibaini kuwa taarifa hiyo ilitumwa saa mbili kabla mashambulizi kuanza rasmi. Goldberg ambaye alichapisha mawasiliano hayo, amesema aliamua kufanya hivyo kupinga madai kutoka kwa utawala wa Trump, ikiwa ni pamoja na Hegseth, mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz na ikulu kuwa hakuna taarifa za siri au muhimu zilizowekwa katika grupu hilo. Kauli kutoka kwa Hegseth, Gabbard, Ratcliffe na Trump, pamoja na madai kutoka kwa maafisa wengi wa utawala kwamba tunadanganya kuhusu yaliyomo katika jumbe za Signal zimetufanya tuamini kuwa watu wanapaswa kuona jumbe hizo ili wafikie hitimisho lao wenyewe, aliandika Goldberg. Alisisitiza kuwa umma una haki ya kujua kile washauri wa Trump walikuwa wakijadili kupitia njia zisizo salama za kimawasiliano. Kufichuliwa kwa jumbe hizo kumezua ghadhabu na uchunguzi mkubwa. Rosalind Jordan wa Al Jazira akiripoti kutoka Washington DC amesema utawala huo sasa uko chini ya shinikizo kueleza jinsi ufichuzi huo haujavunja sheria za Marekani kuhusu nyaraka za siri. Iwapo taarifa hizi hasa muda halisi wa ndege za Marekani kuruka kuelekea Yemen zingedukuliwa na watu wasiostahili katika kipindi hicho cha saa mbili muhimu, marubani wa Marekani na wafanyakazi wengine wangeweza kuwa katika hatari kubwa zaidi, waliandika Goldberg na mwandishi mwenza Shane Harris. Ikulu na maafisa waandamizi wameendelea kushikilia msimamo kuwa taarifa hizo hazikuwa siri, madai ambayo yanapingwa na undani wa maelezo yaliyoonyeshwa. Baada ya mashambulizi, Waltz alituma ujumbe akithibitisha kuwa shabaha ilikufa kwenye jengo lililoporomoka, huku Hegseth akibainisha kuwa mashambulizi zaidi yalikuwa yanaendelea. Hata hivyo, licha ya The Atlantic kuchapisha mawasiliano hayo, Ikulu imeendelea kupuuza ripoti ya Goldberg, ingawa baraza la usalama wa taifa limethibitisha uhalisia wa jumbe hizo. Hegseth na Waltz pia wamemshambulia Goldberg kuhusu uaminifu wake, hali iliyomsukuma kuchapisha mawasiliano yote. Tukio hili linaonyesha pengo kubwa katika usalama wa taarifa na sasa utawala wa Trump unakabiliwa na lawama kali kwa kushindwa kulinda taarifa nyeti za kijeshi. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813.